Mfano shindano la watu kunywa soda ni dhambi jamani. Halafu kwenye ule mchezo tunahakikisha kwamba washiriki tunawapa nafasi wao, yani sisi tunakuwa tunaingia kwenye mchezo tukiwavutwa, wakisha ingia tu sisi tunaama, tunawacha wanashindana wao, na tunahakikisha tunakuwa waaminifu kwamba mshindi anapata zawadi. Wao watavutwa tu, wanapoona wameshapata zawadi, wamekunywa soda, wataitana, watajaa Inaeleweka. Alafu tukishaona tayari wamesha jaa michezo tayari, wameshaanza kufuatana na ile michezo na tumeshawateka wameunganika, wamesha, wamesha kwa grupu letu inainuka sasa, mhubiri anaanza kuhubiri, na atakii kuhubiri, yani asi, asiubiri zaidi ya dakika 20 15 20, asivuke hapo, lakini pia atakapokuwa anahubiri hatakiwi kutumia maandiko, imeleweka. Yani uhubiri pale unaenda na Biblia yako, alafu tufunue Biblia kitabu fulani, hapana. Unachokifanya mhubiri, unasoma kisa fulani kwenye Biblia alafu kile unakitengenezea hadithi unaenda kama sumu, unasimulia mfano. Unaweza ukakitumia labda kisa cha Mungu kumleta Yesu kwa ajili ya kutukomboa, unaweza ukakitungia kama hadithi. Ulitokea baba mmoja, yule baba alikuwa amewapenda sana watu wa kijijini kwake. Watu wa kijijini walikuwa na matendo mabaya, walikuwa wanapata shida. Huyu baba akaamua amtume mwanawe ambaye yule mwanawe alikuwa na uwezo mkubwa wa kuwasaidia wananchi akamtuma kwenda kwenye kile kijiji kwenda kuwasaidia, lakini kipindi wanafika wanakijiji hawakumtambua, walimkataa. Lakini yeye bado aliendelea kuwa pamoja nao, aliwasaidia. Hawakuwa na maji, wakapata maji, walikuwa na shida hizi. Utatumia tu kadri atakavyokuwa amekutumia, alafu mwishoni unapenda kuhitimisha. Sasa ndio unakitafsiri una, una kile ile hadithi yako sasa, kuwaleta watu kumjua kwamba anayezungumza hapa ni nani, ni Yesu kwa sababu jamii ya hawa ndugu zetu tunawafahamu, hata kile kitabu chao cha msingi wa imani huwa hakijitoshelezi pasipo vitabu vidogo vidogo vya hadithi. Nafikiri maadamu anajua, yani lazima tutakuta wanatoka kwa wanamia kwenye hadithi huku, na haya fani hadithi huko inasemaje, mafafanuzi ya ile haya inayozungumza, unapoleta hadithi katikati kati yao, ni watu ambao wanavutwa sana, kwa sababu wameandaliwa watu wa hadithi hadithi tu. Sasa sisi tunakuwa na hadithi ambazo zinaendana na msingi wa imani. Hatuji na hadithi ile ya fisi na simba, hapana. Naomba nieleweke, usianze paa ukatuletea hadithi zile za mababu na mababu, hapana. Tunahitaji hadithi zake zote ziwe za Kibiblia, yaani tunageuza ile mifano ambayo Yesu alikuwa anaitumia wewe hauleti kama mfano kama Yesu anazungumza kulikuwepo na baba ambaye alikuwa na watoto wawili, kile kisa cha mwana mpotevu, wewe unapokileta unakileta kama hadithi, unatumia ile neno hadithi kwamba jamani, kuna hiki, kuna kisa hiki, watu waanze kuvutika na kile kitu. Amina. Bwana Yesu na asifiwe. Haleluya.